Back again kutoka hapa, sisi ni simulizi digital na tuko na Malaika uh, vipodozi, moja ya products au uh, mazao ya kwake Shantalle hebo products kama ambavyo amemsikia pale mwanzo. Sasa huyu dada bwana ni moja ya watu ambao walifanya Training, au walifanya mafunzo, na sasa wamepata sehemu yake mwenyewe, anauza vitu vyake mwenyewe, ameshajua kutengeneza na sasa hivi ni tajiri. Ndio <laughs> <laughs> <laughs> Mambo vipi? Safi. Unajisikiaje kuwa kwenye moja ya uh, mafunzo tena mengine ya wengine ukiwaona wanatoka kwa Shantalle? Uh, na furaha kwa sababu hii ni fursa. Ehe, mm-hmm. Na nikiona vijana wengine anaingia kwenye fursa kama hii, inakuwa ni nzuri. Umefanikiwa kwa kiasi gani baada ya kutoka kwenye mafunzo mpaka sasa hivi unafanya vitu vyako? Saizi kwenye soko la vipodozi. Vipodozi vingi, yani ni haviko safe kwenye ngozi, hasa hapa Tanzania. Kwa hiyo ukiona uh, nimetoka kwa mwalimu ambaye anafundisha vipodozi from scratch organic, ambavyo ni safe kwenye ngozi, ambavyo hata nikimuuzia mteja wangu ninaamini kabisa kabisa ni yuko salama. Hiyo ni kitu kizuri. Kwa hiyo nimeweza kukaa sokoni kwa sababu mwalimu wangu ni mzuri. Unawaambia nini wale graduates ambao sasa hivi ndio wametoka kuhusiana na mafunzo waliyopata, wafanye nini au wajikite wapi hasa kwenye swala zima la vipodozi? Hapo ulipofundishwa jiongeze. Najua ukipata ujuzi unaweza kujiongeza mwenyewe kwa sababu anakupa ujuzi ambao unaelewa vitu, sio anakupa formula. Unaelewa vitu kwa undani. Kwa hiyo jiongeze. Hapo eh, hapo ulipo gundua vitu unaenda na soko linavyotaka, then utakuwa vizuri kwenye business. Neno lako la mwisho kwa Shantalle? Endelea kutupa vitu vizuri. Bwana, huu ni usiku wa Shantalle na hapa tuko Salam Hotel. Tuko hapa tunaendelea kupati. Karibu sana naamini usiku wako utakuwa mzuri. Hii hapa ni Simulizi Digital. Tunamaliza hivyo na dada yetu Malaika Vipodozi, moja ya mazao mazuri kabisa Shantalle Hebo Products. Sisi ni Simulizi Digital. Endelea kutufuatilia.